Moja ya changamoto zinazozikabili halmashauri nyingi nchini ni upungufu wa mapato unaosababisha miradi mingi kutotekelezwa au kutokamilika kwa wakati. Ninawasihi msimamie kwa ukaribu, kwanza kuboresha vyanzo vya mapato vilivyopo. Hakikisheni vyanzo vyote vinatambuliwa vinawekewa mifumo sahihi na vinatumika ipasavyo bila ya upotevu. Huko nyuma, tumeshuhudia baadhi ya watumishi wanakuwa na mashine za kukusanyia kama ushahidi tu wa kuonyesha na mashine, lakini mapato yale yanayokusanya hayaingizwi kwenye akaunti kwa visingizio tu wanavyojua wao, badala yake wanaanza kujilipa wao wanachostahili kupata kabla ya kwenda kuzipeleka benki fedha i, zile ili waje walipwe baadaye. Kwa kuwa mmekwisha kushika madaraka, na nina uhakika mmeshakuta robo ya kwanza ukusanyaji wa mapato imekamilika, na sasa tumeanza robo ya pili, tutapata muda wa kufanya tathmini ya mapato yaliyokwisha kusanywa hadi sasa, na mtajua namna ya kuanza na namna ya kwenda. Nendeni mkahakikishe watendaji wanaosimamia makusanyo wanafanya kazi kwa uadilifu, na pale mnapoona kuna mianya ya upotevu chukueni hatua mara moja. Ipo tabia ya kuwanyima stahiki watumishi na kisingizio kikubwa kinaelekezwa kwenye ukusanyaji wa mapato hafifu. Inaonekanaje badeni ya ukusanyaji hafifu wa mapato ielekezwe kwa mtumishi? simple tu kwa sababu anaonekana yeye ni dhaifu, au yeye hawezi kuhoji. Kama kuna ulazima wa udhaifu huo wa kukusanya ukapelekea basi stahiki zikosekane, tuanze na sisi viongozi na sio watumishi wetu. Kama mtumishi anastahiki kupata fedha za malipo zinazotokana na makusanyo kwenda kwenye huduma zake za afya, hakikisheni mnaliangalia swala la afya yake kama sehemu ya kipaumbele. Ni swala la pili, ni stahiki zinazohusu watumishi, walimu, watumishi wa kada nyingine, wanapoenda likizo na wanapopata changamoto mbalimbali, tuelekeze nguvu kuwaangalia watumishi wetu kwanza, alafu ili wao na wenyewe wafanye kazi za kuangalia wananchi wetu. Kusipowatazama watumishi, tunaweza kuwa tunatengeneza tatizo lingine within ourselves, kwa sababu na wenyewe watafanya kazi kwa manunguniko, au wakati mwingine watafanya kazi kwa kutegea.